Mtazamaji, shukran sana kwa kuweza kuchagua MoTv 245 nipo na wewe siku hii ya leo, ange kwa ange, ili uweze kupata taarifa kamili hapahapa hapa, ndani ya MoTv 245 wikendi. Mtazamaji, wa Kiswahili wanasema ya kwamba ngagana upo ahali wali mkavu, hivyo basi supu ya moto leo tunayo, ili uweze kuyayusha wali huwa uweze kuwa mtamu zaidi na mwenye ladha ya kuvutia mtazamaji, na usisahau vilevile, sisi ndio vipaumbele wakupatia mazuri ndani ya wikendi kila jumapili saa moja jioni. Majina ya yu, majirau, kamili mtazamaji, unaweza niita Mohamed, lakini niweze kuongezea la pili uweze kuniita Mohamed Saha na no. Kwa hayo machache, tuzame kwa yaliyomo kwenye taarifa zetu za leo ili upate yote ya wiki nzima. Walimu ambao ni wanachama wa Kupet huko Tana River wapinga vikali agizo la waziri wa elimu. Kamati la elimu katika bunge la seneti liliweza kuzuru shule za chekechea na kuonekana hafifu, kaunti ya Busia. Mzozo mkali watokea kaunti ya Kajiado ndani ya eneo la Isinya na kuleta maafa. Na mtazamaji, tuelekee kaunti ya namba 40 ambapo kamati la elimu katika bunge la seneti limefichua utepetezaji wa hali ya juu katika sekta ya elimu kaunti ya Busia baada ya kuzuru shule tofauti za chekechea na vituo vya mafunzo anwai. Kamati hiyo ikiongozwa na seneta maalum Beti Montet imebaini uozo wa hali ya juu licha ya fedha kutengenezwa na serikali ya sekta hiyo, huku mwanahabari wetu mpekuzi Jemedari Andere kama anavyoarifu. Taarifa hiyo ya kaunti ya Busia. Ziara ya kamati ya seneti kuhusu elimu katika shule kadhaa za chekechea kaunti ya Busia ilifichua mengi. Maseneta hawa wakisema wametamaushwa wakiona kuwa wanafunzi wengi wachekechea Busia wanasomea katika mazingira magumu, huku taasisi za mafunzo anwai zikikosa vifaa na miundo msingi ifaayo. Walianza ziara yao katika taasisi ya mafunzo anuai ya Nambale, ambayo ni taasisi ya kwanza ya mafunzo hayo humu nchini, wakikerwa na ukosefu wa miundo msingi, nguvu za umeme, vifaa vya masomo, mbali na idadi ndogo ya wanafunzi. Matatizo mengi ya taasisi hii yanasababishwa na ukosefu wa mgao kutoka kwenye serikali ya kaunti.

We are going to come back to this institution. yeah. And we want to find materials in this institution we want to find the students doing what they came here to do. Bwana CEO, ambia governor, na atuchezi tutawaita Senate, tutawa grief vibaya sana. Tukirudi hapa tupate, there is no equipment for these students, then you will you let us know what these students are doing here. Katika taasisi ya ukisimo ambayo haina wanafunzi hata mmoja, ina msimamizi na hupokea mgao kwenye bajeti ya kaunti ya Busia. Ni taasisi ambayo imetelekezwa na kusalia msituni hiyo. yes. Capitation ambayo inaletwa kwa hii school every year, yes. kutoka 2022 yes. Na kutoka 2013, na hapa hakuna mwanafunzi hata mmoja. Uh, there is nothing happening here. How much is that capitation and what happens to that money? You as the oversight of this area. I think shida kubwa hapa, there is a problem in the county government. Let us be very honest. Yes. In 2022-2023 financial year, there was 4.9 million which was allocated for these projects. Mm-hmm. Nothing happened. Katika shule ya msingi ya Manyole imebainika kuwa hakuna kituo chekechea hata kimoja maseneta hao wakimkaba koo kwa maswali mazito waziri wa elimu wa Busia Beatrice Nakoli. If she, if she chases you from her classroom, from your classroom, her classrooms, where are you going to take your students? Because that's your responsibility. That's not our responsibility. And tomorrow she can say, I have enough students, move your students.

ojemedari ya ndere ni MoTv weekend. Na mtazamaji, walimu ambao ni wanachama wa KUPPET huko Tanariva amepinga vikali ajizo la waziri wa elimu ya shule uh, za sekondari msingi zitakazosalia nchini ya uongozi na uongozi wote wa walimu ambao ni walimu wa sasa. Walimu hawa wanasisitiza kuwa agizo hilo litazidisha mchanganyiko ya uongozi katika shule za sekondari msingi, na hatimaye kuathiri utekelezaji wa mtaala wa CBC. Power. Power. Autonomy. Lazima. Lazima. Lazima. <laughs>

Comprehensive schools. What are comprehensive schools? We want JSS to be independent. Autonomy? Lazima. Autonomy? Lazima. We have the structured kind of education. Primary schools are independent. Senior schools are independent. Tertiary and colleges are independent. Why are they telling us that now JSS has to be domiciled in primary school, being headed by primary school teachers? We are saying no. Ili walimu waweze kupata promotion because sahi hakuna clear guideline ya kuwa JSS watapata promotion, wamewekwa tu hapo, hakuna yes. Kitu inaendelea JSS lazima ikuwe independent. Independent, the working environments we are going through is not friendly, not friendly, not friendly. Autonomy lazima. Lazima there is an opportunity for uh, to realize transparency and accountability in the issues like sports activities.

Naam, kwingine kwa mtazamaji, mzee mmoja afariki hapo Ijumaa ndani ya vurugu za siku usiku na mchana kutwa ndani ya jamii mbili zinazozozana katika eneo la Isinya County ya Kajiado. Mtazamaji, hali inasalia tete eneo hilo, kufuatia mzozo uliosababishwa na kuchomwa kwa pikipiki mbili. Kamanda wa polisi kaunti ya Kajiado Alex Shikondi sasa anasema kwamba watu saba waliohusika katika vita vya hiyo siku ya Ijumaa wamekamatwa. Husna Munyikai anapatia taarifa kamili kuhusu habari hizo za kaunti ya Kajiado. Ndivyo hali ilivyokuwa Isinya, kaunti ya Kajiado. Mchana kutwa makundi ya vijana kutoka jamii mbili zinazoishi hapa wakijihami kukabiliana kufuatia mgogoro wa malipo ya bodaboda kati ya mteja na abiria Alhamisi usiku, kutofautiana kwao kukichochea kundi moja kuzichoma boda boda mbili na kuzua vita vya juzi. Mzee wa miaka sabini na moja amethibitishwa kufariki kufuatia makabiliano na, ambayo polisi amesema wamekamatwa watu saba kwa kushiriki. Hii boda boda wamekuwa na business rivalry, hawataki kuenda kwa stage ya C, wakataka kumiliki hiyo boda, hiyo stage zote hii makundi mawili wamefukusana leo asubuhi, wakataleta hali ya taharuki kidogo mvutano wa juzi ukisitisha shughuli za biashara za uchukuzi, huku ikiwabidi maafisa wa usalama waliofika kutuliza hali kutumia vitoza machozi ili kudhibiti hali. Kamanda wa polisi Kajiado, Alex Shikondi, anasema kuwa uchunguzi umeanzishwa kufuatia wanasiasa wanaokisia kufadhili vurugu la juzi. Wakati kama huu, waendelee na biashara yao ya bodaboda kwa njia ya amani pande zote mbili to reason wakuje pamoja waache hii mambo ya kwa sababu, hii vita. Sisi wote tunaishi hapa, hii town, hii town yetu sisi wote na tumeishi miaka na miaka na miaka nenda rudi bila bila furugu. Taaruki ya juzi inafuatia mkutano wa kutafuta amani Isinya uliofanyika Alhamisi jioni, ambako asasi za usalama zililaumiwa kwa kuzembea kazini huku usalama ukidorora. Tulikuwa tumesikizana ya kwamba kuna uhalifu ambaye inaendelea huko mashinani ya yale makabila ambayo wamekuja kukaa na sisi sisi tuliwachukua kama mandugu zetu, lakini tumeona wametugeukiwa. Bwana DCC si lazima akae ndani ya wananchi, yeye anakaa kwa ofisi, hawezi sikia maneno wa vile wananchi wanasema. Hii mkutano vile unasikia watu walikuwa wamesozana ya mapikipiki nini, maneno ya security hajawahi zungumzia hata moja. Ili kudhibiti hali tete iliyoshuhudiwa Ijumaa, serikali imewatuma maafisa wa kitengo cha GSU kuimarisha hali, huku wasiwasi ukitanda na kurejea kwa kiza. Husna Munyikai, MOTV wikendi. Namna mtazamaji, wa Swahili wanasema aliye na masikio asikie, na kama umetia nta masikioni mtazamaji, ili kuanzia mwanzo uweze kuyatoa, ili habari zote kama hizi ziweze kukufikia wewe pahali popote ulipo, ndani ya YouTube at MOTV 245 wikendi, na siku zote hashtag yetu kama kawaida ni MOTV weekend wikendi, vilevile nambari ya rafa ni moja mbili moja moja mtazamaji, au ukipenda pitia kwenye mtandao wetu wa Instagram @motv245 wikendi. Majina yangu kamili nafahamika kama Mohamed Saha, na kwa hayo machache ni kutakie usiku tandabelua wenye mangamng'amu matamu, na vilevile kwa hayo machache napiga mstari chini yake ni kutakie usiku mwema, kwa heri.